Tanzania inashiriki na mataifa mengine Afrika kuhakikisha watoto wa kike wanapewa malezi bora na kuendelea katika masomo ya sayansi, kwa sababu sisi kama maendeleo ya jamii, jukumu kubwa tunalosisitiza pia ni malezi kwa watoto, sio tu kutoa huduma kwa mtoto. Hakikisha unatoa huduma na unafanya malezi kwa mtoto, unampa guidance, unamwongoza ili aweze kwenda mwelekeo ambao kesho kwanza anajipunguzia hata ushindani sokoni. Ukisoma sayansi, mtoto wa kike, unajipunguzia ushindani kwenye soko la ajira. Kwa hiyo ni wapende kuwahimiza sana watoto wa kike, kazaneni kusoma masomo ya sayansi. Watoto wa kike oye! Watoto wa kike, ninawaambia mwanamke kusoma sayansi inawezekana, ukafaulu vizuri na ukawa msaada katika mapambano ya kujenga taifa. Kwa hiyo ninawasihi sana, someni masomo ya sayansi, hamtajuta na maisha yenu yatakuwa rahisi sana. Ukisoma sayansi kama mimi nilivyosoma PCB ni combination inayokuruhusu kufanya chochote. Umetaka kwenda kusoma medicine unasoma, ukitaka kusoma pharmacy unasoma. Ukitaka kusoma uh, engineering unasoma. Na mwisho wa siku nikaja kujikuta nimefanya masters ya business, business administration ambayo haikunisumbua kwa sababu nilishazoea kufanya ma-integration, mathematical engineering, sasa wanaponipeleka katika masomo ya kuongea zaidi najikuta natiririka tu. Watoto wa kike na sayansi inawezekana. Watoto na sayansi science... Tunapoendelea kumsisitiza mtoto wa kike kusoma, sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii tunajitahidi kuona kwamba na mtoto wa kiume hatumwachi nyuma, maana mwisho wa siku tusije tukawaacha mbali, tukaanza tena kampeni za kuwaraise watoto wa kiume. Kwa hiyo, wakati tunaendelea na hili, pia tusiwasahau watoto wetu wa kiume, nao waweze kunufaika. Na wale wanawake mabingwa wa sayansi, tunaendelea kuwategemea katika kuona mnavumbua na kuhimiza mnaacha legasi nyinyi tayari maprofesa wa sayansi tunatamani kuona wale mabinti kule nao kesho wanafikia hatua hiyo na nyinyi pamoja na sisi serikali tukishirikiana hilo linawezekana mtoto wa kike na sayansi inawezekana haiwezekani wale watoto wa kike wanaosema inawezekana nataka msimame mpige kelele mseme inawezekana